Afisa elimu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Raymond Mapunda ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Paul Makonda kuzindua maktaba ya shule ya msingi ya Kinondoni iliyokarabatiwa na taasisi ya Dr. Ntuyabaliwe Foundation ambayo pia ilikabidhi msaada wa vitabu kwa ajili ya maktaba hiyo. Nimeona hali halisi, hali ya mazingira haya yalivyokuwepo na wewe uliguswa umepabadilisha mimi nakushukuru sana, nakushukuru sana kwa sababu mimi najua sisi hapa kwa function yetu ni kutoa taaruma bora kwa watoto, na mojawapo ya nyenzo ya kutolea hiyo taaruma ama kuimarisha taaluma inayotolewa ni kuwa na mahali ambapo watoto wanaweza kujisomea. Kwa hiyo maktaba ni fasiliti muhimu sana, ama nyenzo muhimu sana katika utoaji wa taaluma. Wewe umetambua hilo na kweli umefuata ya baba na hili halitasahulika. Mimi niseme na kushukuru sana kwa niaba ya mkuu wa mkoa na mkoa wangu kwa ujumla na shule hii na watoto wote watakaotumia hii huduma mapema. Mwenyekiti na mwanzilishi wa taasisi ya Dr. Ntuyabaliwe, Bi Jacqueline Ntuyabaliwe Mengi, alisema lengo kuu la taasisi hiyo ni kuhamasisha na kudumisha utamaduni wa kupenda kujisomea, sio tu kwa ajili ya kufaulu mitihani, bali kwa kujiendeleza na kujiburudisha pia, ikiwa ni njia muhimu ya kujielimisha. Taasisi ya Dr. Dr. Ntuya Baliwe ambaye kwa sasa hayuko tena. Watu waliomfahamu Dr. Ntuya Baliwe walimfahamu kama daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake, lakini watu waliomfahamu karibu zaidi walimfahamu kama uh, baba ambaye alithamini sana elimu na alipenda sana kuhimiza watu kupenda kusoma vitabu. Matarajio yangu ni kwamba siku moja hapa Tanzania kutakuwa na wakina dokta Ntuyabaliwe wengi wengi wengi sana, ambao wao kwa mapenzi yao ya kusoma vitabu wataendeleza utamaduni wa kusoma, lakini vile vile watawarithisha watoto wao mapenzi ya kusoma vitabu, kama ambavyo baba yangu dokta Ntuyabaliwe alinirithisha mimi. Mwenyekiti wa Dr Ntuyabaliwe Foundation alimwonyesha mgeni rasmi na wageni wengine picha za kuonyesha hali ya maktaba hiyo ilivyokuwa kabla ya taasisi yao kuikarabati na kumwonyesha baadhi ya vitabu alivyovikabidhi katika maktaba hiyo Shukrani katika hafla hiyo iliyowashirikisha pia ndugu na marafiki mbalimbali wa mwenyekiti wa taasisi hiyo, viongozi wa elimu wa wilaya, walimu, wanafunzi na wajumbe wa kamati ya wazazi, zilizotolewa na wageni mbalimbali wakiwemo diwani wa kata ya Mwananyamala, Mheshimiwa Songoro Mnyonge na dada mkuu wa shule hiyo Hadija Songoro. umejitolea ukarabati maktaba yetu ambayo awali ilikuwa haitamaniki, lakini sasa hivi inawezekana katika shule za msingi za manispaa ya Kinondoni, hii ikawa ni maktaba ya kipekee ambayo imetokana na jitihada na juhudi zako. Tunasema asante sana, lakini si kwa maana ya kutengeneza tu jengo kama ambavyo linaonekana sasa hivi, jengo ambalo linavutia, jengo zuri, bado umetupatia vitabu. Mimi naomba uendelee na moyo huo, Mwenyezi Mungu atakujalia. Tunaona jitihada za mumeo, dokta Mengi amejitolea katika maeneo mengi ya kijamii, amechangia katika madawati na mama, sasa unaendelea kumuunga mkono kwa kuchangia katika maeneo mengine likiwemo eneo hili la kutengeneza maktaba kama hii, pamoja na kutupatia vitabu. Tumefarijika sana kwa jinsi ulivyotuwezesha. Pamoja na mafanikio au msaada huu uliotupa, bado shule yetu ina changamoto nyingi muhimu sana zinazokwaza kujifunza kwetu. Chama, changamoto hizi ni kama ukosefu wa kompyuta kwa ajili ya somo la tehama, ukosefu wa samani za ofisi za walimu kama vile viti na meza na uboreshaji wa ofisi ya walimu wetu. Ikikupendeza, tunaomba uzibebe pa...